Okay, kuna video kama hii kama hii na kama hii. Zote hizi zimetengenezwa kwa kutumia AI. Sasa nawe pia unaweza kutengeneza video kama hizi ambazo nimekuonyesha kwa kutumia simu yako au kompyuta yako kwa urahisi, na hivyo ndio jinsi ya kuweza kufanya katika device yako. Katika device yako uta search website inaitwa x.ai/agent/ai video kama unavyoona kwenye screen yako then itaweza kutokea sehemu kama kusearch, utaandika prompt yako, nataka video yako iweje. Kwa mfano mimi nitaandika people dancing on the moon, then nitachagua quality yangu badala ya 720 nitachagua 1080. Then nitachagua video yangu, nataka iwe na urefu gani? Mimi nitachagua sekunde sita. Na pia nitachagua aspect ratio iwe 9 by 16 kwa sababu video yangu nataka ni post kwenye TikTok, then nitamwenza neno send, na baada ya muda AI itaanza ku generate video yangu like. ukisharidhika na video yako inaonekana hapo utaweza kui download na utaweza kuitumia kwa matumizi yako binafsi yeah, ya ndani ya Hicks utaweza kupata access ya AI mbalimbali mbali kama veo kama na zinginezo kama unavyoona kwenye skrini yako. Natumai utakuwa umenielewa, kama iliosa kunifollow, like na kushare kwa marafiki zako na familia pia usahau kucheck out website ya hix.ai ili uweze kupata video za AI mbalimbali mbali.